Familia ya Agnes Wanjiru anayedaiwa kuuawa na wanajeshi wa Uingereza mwaka wa 2012 sasa inasema italazimika kutafuta haki Uingereza iwapo kesi hiyo itakosa kuendelea katika muda wa miezi miwili ijayo. Familia hiyo iliyokutana na waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey hapa Nairobi imeelezea masikitiko ya namna uchunguzi unavyoendeshwa. Haya yamejiri huku mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Renson Ingonga akisema uchunguzi wa maafisa wa upelele Umekamilika na maafisa wake wanakamilisha ripoti, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Katika safari yao kutafuta haki, familia ya marehemu Agnes Wanjiru ilifanya kikao na waziri wa Uingereza John Healey anayezuru Kenya katika mkutano wa saa mbili hivi, familia ya Wanjiru ilielezea mahangaiko yao ya kutafuta haki miaka kumi na tatu tangu mwana wao alipouawa, kisa kinachodaiwa kutekelezwa na afisa wa jeshi la Uingereza mjini Nanyuki. Massive cover up penye imekuwa ikiendelea mpaka wa leo. Tumeona DCA wamekuwa wakienda Uingereza mara kadhaa, mpaka wa leo hatujapatiwa ripoti kuambiwa Tume, tumemaliza uchunguzi wetu na huyu ndiye alifanya haya maneno na tutamchukulia hatua kikenya. Njoki anasema ngoja ngoja inaendelea kuumiza familia haswa mwanawe Wanjiru aliyekuwa na umri wa miezi mitano wakati mamake aliuawa miaka kumi na tatu iliyopita. Tunataka fidia. Mtoto wa Agnes aliachwa akiwa mchanga analianga sana kwa sababu kimawazo anapitia mengi, kwa sababu hajui ni nini kilifanyikia mamake, na kwa nini huyu mwenye alimuua mamake, mbona alimuua mamake na akarudi kwenda kujok, akisema venye anaona mtoto akiingia kwa kaburi. Familia ilielezea matumaini yao ya kupata haki baada ya kukutana na waziri hili, japo ikionya kuwa huenda wakaelekea kutafuta haki Uingereza. We would uh, like uh, the Honorable Attorney General of the Republic of Kenya to move the court and seek warrants of arrest forward to the same to the Ministry of uh, Foreign Affairs and uh, extradition proceedings begin in UK for the suspects to be brought here. We believe they are known. Hili ametoa hakikisho kuwa serikali ya Uingereza itafuatilia kwa karibu na kusaidia maafisa wa upelelezi kukamilisha uchunguzi na kuongeza kuwa atafanya mazungumzo na Rais William Ruto kuhusiana na suala hilo. Mkurugenzi wa mashtaka Renson Ingonga amesema DCI wamekamilisha uchunguzi na maafisa wake wanapitia ripoti ya DCI kabla ya kutoa mwelekeo. Ni safari ya haki ambayo familia ya Agnes Wanjiru wamesema haitakomea hapa, kwani wataelekea hadi Uingereza kuhakikisha kuwa wamepata haki. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Nairobi.